Ndugu mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kongowea, imefika ni awamu ya saa moja leo, ikiwa ni siku ya kumi ya mwezi Mei mwaka wa elfu mbili ishirini na tano Karibu kwenye kigodo cha taarifa cha awamu ya saa moja, na kama unavyoona ni mimi, nipo katika hali ya mtimbiriko, nimefanyika tajiri wa furaha na maskini wa huzuni kwa wakati mmoja. Karibu kwenye taarifa kamili ni habari njema kwa sasa kwa wateja na watumiaji wa bidhaa za kampuni ya Coca-Cola kwani kampuni hiyo imeanzisha kampeni zao za miezi mitatu na imeweza kushusha kwa shilingi kumi kwa soda iliyokuwa ya mililita mia tano kutoka shilingi sitini hadi shilingi hamsini na kampeni hizo zitafanyika katika kaunti ya mkoa wa Magharibi na kule Nyanza na kaunti uh, hizo ni kama zifuatazo